na kanzu ya bei gali hivi ya vinchi ya Arabu eh? Maarufu yote, mia mbili mfukuni, baki Asma. Na hizi nilikuwa nazo matumizi. Wewe kilichokuleta hapa mpaka wanipekishe ni sababu nini haswa? mwanahuyu a umwa mama Asma, mimi nilikwambia download application ya kito health app hivi, tusingesumbuana. Sasa mimi kama pesa za bando sina Ah, kitambo, download huko nini wewe huko? Application yatumia one bob peke yake kwa browser. Ah sawa, one bob hiyo ku register, mimi sina pesa za ku register. Ku register ni bure kabisa kwenye Keto Health app. Unachotakiwa ni kuingia Play Store, download hiyo application. Ukimaliza itakuonyesha kama asma huyo mwanakichwa, waandika pale mwanangu, huyo mwanakichwa itakuuliza maswali, yeye ameumwa kwa siku ngapi, kuna nini kuna nini, baada hapo ya kupata ushauri sasa badala uje kwangu hiyo pesa zakuwa umeichukua kidogo ama nyingi, lakini ingekupatia ushauri kama umuone daktari ama ufanye nini. Lakini hivi uh, hatuwezi kuangalia afya ya mtoto namna hii. Oh, nzuri, lakini saa hizi tayari nishajua zitotosha, niongeza zengine nimpeleke sipitali. Sasa kwanza, ka download kito health app. Nawaambia wale wa mama wenzako wa vikundi wote Eh, waambiwa download Health app. Hii itawasaidia sana. Sawa, nitawaambia basi. Niongezee bakia sma. Ah, umenivamia. So, mwenyewe unaona mfukoni ziko ziko huku kwenye simu baki asma, lakini uko hivyo, mbona mgumu lakini na uko hivyo. Haina lolote. Ah, simu kubwa hivi na una hata pesa. Nenda kwa Msomali, atakupatia. Msomali atakupatia. Mimi sasa na mwanamke wa Kisomali. Nenda mwambia akupatie lakini chukulia manani, download keto health app na akikupata hapa, yule mwanamke wajua balaa lake. <laughs>